Mwenyezimungu hafananishwi na kiumbe chake, lakini ile ni nisbat tashrif. Kwa hivyo ikajengwa nyumba ile kwa ajili ya ibada, na baada yake ikapitiwa marahil, ikaja wakati ikaharibika kwa mivua na seli zile, floods au floods zikaiharibu. Akaamrishwa Adam alayhisalam baba yetu